asante sana baba yangu asante sana baba huyo aliyeuliza swali ni baba yangu ndio uko huo wa kina nyango uka hapo kwa kina rupenza iko hivi nashukuru kwa swali zuri kwanza swala la umeme mtakuwa ni mashahidi umeme kwa elfu ishirini na saba niwaulizeni swali sasa hivi ukitaka kuingiza umeme nyumbani kwako kwa utaingiza kwa shingapi chini ya laki tano laki sita laki saba mi mwongo. Na kama nguzo iko mbali na nyumbani kwako, unatakiwa ununue na nguzo, au sio? Nashukuru baba yangu amenikumbusha, ni miongoni mwa sera zangu. Mimi pale nyumbani kwa mama tumeingiza umeme kwa laki sita na themanini ili aweze kuwa na uchumi ili aweze kujihudumia. Ikitokea bahati mbaya ndugu yake amefariki, aweze kumzika vizuri na kukomboa maiti yake, kwa sababu uchumi anao, na sio kutumia umaskini wa Watanzania a kisiasa. Tatizo mna, mna viongozi wenye uwezo mdogo kichwani. Sikiliza, niwape niwape siri kuja kutekelezwa kwenye nchi hii bila baraza la madiwani baraza kulipitisha, kulipitisha, au baraza au bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulipitisha maana yake ni nini? Katika sehemu ambazo tunatakiwa kuwa makini ni pale tunapo nlamba hadi miguu mnatandika hadi nguo ikifika jioni, hata sabuni ya kufulia hiyo nguo huna. Sikilizeni, nikasikia mtu mmoja anasema anasema kodi zenu, wao wanakuja na magari ya milioni kumi na nane hapa, milioni 30, milioni 500. Mnashinda mnaimba yena, yena, mmeshasahau kwamba kodi zenu tunahitaji wangekuwa na uwezo wa kukuondoa popote ulipo, wakati wowote. Mimi nazungumzia mambo ya kisheria, umenielewa? Ndio maana sheria imesema kama kuna mradi unapita kwenye shamba lako kwenye nyumba yako kabla ya